Bari za saizi. Uh, kupitia hii video nitaenda nikuelekeze chimbo au platform au sehemu ya kuangalia ajira au kupata updates zote zinazohusu ajira mbalimbali mbali. Sasa kama wewe ni kijana ambaye umemaliza chuo, hii video itakusaidia sana sana kama umemaliza chuo hivi karibuni. Share video hii, lakini usisahau kulike video hii. Twende chimbo namba moja la kuangalia updates zote za ajira. Chimbo namba moja ni Ajira Portal. Ajira Portal ni sehemu ya kupata updates zote za ajira. Hususan ajira za serikali, naweza nikasema asilimia tisini na nane zinatokea Ajira Poto. Kwa hiyo kama hauna akaunti ya Ajira Poto, fanya mpango ufungue akaunti, au uwe na Ajira Poto, zingatia utaratibu wote wa Ajira Poto. Lakini pia chimbo la mwisho ni kutumia social media au mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kama ipi? Instagram, Facebook, TikTok. Hii mitandao ya kijamii kuna namna ya kuiseti, hakikisha una follow page zote ambazo zinazohusiana na ajira. Mfano, follow page za mashirika ya serikali, taasisi za serikali, account zote zile, mashirika ya private ujue hii mitandao ya kijamii ukiwa umefollow au una engage, mfano una like posti za ajira, basi algorithm au mitandao hiyo ya kijamii watakuwa wanakuletea posti zote zinazohusiana na ajira.